Kwa muda mrefu wazungu wa kikoloni waliandika simulizi kwamba watu wa Pwani Afrika Mashariki ni wavivu. Simulizi hii imeenea kuanzia Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Zanzibar, Mombasa hadi pwani ya Msumbiji. Lakini je, hili ni kweli au ni propaganda tu? Kwanza ni muhimu kuelewa kuwa dhana ya uvivu ilitungwa makusudi na wakoloni. Wakati wa koloni Pwani Afrika Mashariki ilikuwa ni kitovu cha biashara kubwa ya kimataifa Karafuu, nazi, samaki, dhahabu, pembe za ndovu na baadaye biashara ya karafuu na korosho. Watu wa pwani walijua kilimo cha umwagiliaji, uvuvi wa kisasa kwa kutumia ngalawa na madao, na pia walikuwa mabahari ya hodari waliotumia upepo na kusoma nyota kusafiri bahari ya Hindi. Huo sio uvivu, bali ni ustaarabu na ubunifu. Kwa nini basi wakoloni waliita watu wa pwani wavivu? Sababu ni kwamba wakati wakoloni walipowasili pwani kabla ya kuanza kuingia bara, walitaka kuwatumia watu wa pwani kwenye shughuli zao. Walitaka kuwatumia kwenye kilimo na shughuli nyingine za shuruti. Watu wa pwani walikataa kufanya kazi za shuruti katika mashamba ya wakoloni kama mashamba ya miwa na pamba. Badala yake waliendelea na biashara zao huru na uvuvi. Kwa wakoloni kutotii na kutofanya kazi za kulazimishwa kulimaanisha uvivu. Pili, maisha ya pwani yamejengwa juu ya mtindo wa kitamaduni unaothamini usawa, biashara ndogo ndogo, na mshikamano wa kijamii. Kutulia mchana kwenye kivuli na kusubiri upepo wa bahari si uvivu, bali ni sehemu ya kuishi katika mazingira yenye joto kali. Huo ni ustaarabu wa kuishi kwa hekima na kuzingatia afya. Propaganda hii ilitumika zaidi kwenye vyombo vya habari vya mkoloni kama magazeti, kutoa hamasa kwa watu wa bara kukubali kusafirishwa umbali mrefu kutoka Mwanza, Tabora, Kilimanjaro, Kigoma na maeneo mengine kwenda kufanya kazi Tanga, Dar es Salaam na mikoa mingine ya pwani, wakati wanaapakaza watu wa pwani kwa kuwaita wavivu. Watu wa bara waliitwa shupavu na wenye akili, hali iliyoleta mgawanyiko miongoni mwa jamii za Kiafrika. Kwa hiyo dhana ya uvivu wa wa pwani ni propaganda ya kikoloni iliyotungwa kudhalilisha watu wa pwani na kuhalalisha ukandamizaji. Ukweli ni kwamba pwani ya Afrika Mashariki imekuwa chimbuko la mabaharia, wafanyabiashara na wakulima waliotoa mchango mkubwa katika ustaarabu wa dunia.